Vision. Ulipo tupo, tuende pamoja. Miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.3 katika Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya Vijijini inatarajiwa kukaguliwa na mwenge wa uhuru. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mbeya Vijijini, Erika Nyegela, amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kuupokea mwenge wa uhuru. Akizungumza na waandishi wa habari, Yegela amesema miradi itakayozinduliwa ni pamoja na mradi wa oxygen na mradi wa daraja la Idiga. Wetu wa mkuu utaenda kuzindua mradi wetu wa oxygen plant. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya kupitia mapato ya ndani tumetengeneza planti ya oxygen, tunazalisha na tutategemea kuiuza kwenye vituo vya afya na hospitali tulizokuwa nazo, hata kwa mkoa mzima na hata mikoa jirani. Tutakapoanza kuuza, tutatangaza. Kwa nini tulivumbua mradi huo? Kwa sababu tumeona kulitokea changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa, na watu wengi walipata tatizo la kukosa oksijeni. Mradi mwingine ambao mwenge wa uhuru utaupitia ni mradi wa bwalo na matumizi ya nishati safi. Mradi huo utakuwa kwenye shule yetu ya sekondari ya Imezu, ipo kata ya Inyana. Tukimaliza hapo, tutakwenda kuzindua mradi wa maji huko katika kijiji cha Shamwengo. Ni mradi mkubwa na una toa huduma kwa wananchi hatukuishia hapo, tukasema mwenge wetu tutakwenda kwa ajili ya ujumbe mahususi wa mbio za mwenge wa uhuru ili tuweze kuisikiliza falsafa fara nzima ya mbio za mwenge. Baadhi ya machifu wa halmashauri hiyo wamesema wamejipanga vema kuupokea mwenge wa uhuru na watashirikiana bega kwa bega na viongozi wa serikali ili kufanikisha jambo hilo. Tumelipokea vizuri tutashirikiana tuta na viongozi wa serikali kuanzia mwenge utakapoingia Mbeya Vijijini, maeneo yote utakaopita mwenge. Tumemhakikishia, tumemwaahidi mkurugenzi kwamba tutakuwa naye pamoja bega kwa bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ili na sisi tuoneshe nguvu yetu kwamba tuko pamoja. Yale tunayoyakemea siku mojamoja moja, sasa siku hiyo tutayajumuisha yote ili kwa pamoja tuone nchi yetu inakwenda vizuri. Kwa pamoja, bega kwa bega, Misho, utabuwa haja, utabuwa hata hivyo. Mkurugenzi wa halmashauri ya Mbeya vijijini Erica Yegela ametumia fursa hiyo kuwahimiza wananchi kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, hasa katika kutuhamasisha kujitokeza kupiga kura kwa umoja wetu, kwa amani na utulivu siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 na vile vile zile jumbe za kila siku ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, UKIMWI, madawa ya kulevya, malaria. Mtazamaji wa television, usisahau kusubscribe, ku like na ku comment kwenye chaneli yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Ulipo, tupo twende pamoja.